iliyopo mjini iondoke. Kwa niaba yao mimi nimepokea maelekezo yako hmm. na maelekezo yako ndo sahihi na sisi tutafanyia kazi yes, yes, yes. na nabeba dhamana hiyo, mpige makofi. Amebeba dhamana kubwa hii kwa niaba niaba... ya wote yes. na unajua mtu anayebeba dhamana yes. ni kama faru sasa aliyejeruhiwa hmm. hmm. Kwa hiyo mm. nitasimamia kwa nguvu zote, zote mm. kuhakikisha miradi hii inakamilika kama alivyosema Mheshimiwa Waziri. Ni wazi kwamba miradi hii ni muhimu, ni mikubwa kwa mkoa wetu wa Arusha. Kwa hiyo nikuhakikishie tu kwamba sisi tuko hapa, tutaendelea kusimamia kile ambacho umetuelekeza mm. kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati.